Kama kawaida katika chaneli yako pendwa ya FEABOY utapata update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Na tangazo hili ni la kuitwa kwenye usaili ofisi ya Bunge. Hii ni kwa wale waliofanya usaili, ni kwa wale waliotuma maombi. Kwa hiyo usaili huu utaanza tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili hadi tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano. Hakikisha unaenda na kitambulisho chako, kama kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha kazi, kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, leseni ya udereva au barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa au kijiji unachotoka, na hakikisha unaenda na vyeti vyako halisi result slip zitakubaliwa, na kama umesoma nje ya nchi, hakisha pia vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi husika. Ratiba ya usaili wa mchujo ni kama inavyoonekana hapo, mwajiri, kada, tarehe ya usaili na mahali ambapo usaili utafanyika. Kwa hiyo hakikisha unazingatia tarehe na mahali ambapo usaili utafanyika na muda ambao usaili utafanyika, hakikisha hilo. Ratiba ya usaili wa vitendo pia iko hapo na ratiba ya usaili wa mahojiano pia ipo hapo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuangalia pia jina lako kama umeweza kuitwa katika interview au katika usaili huu. Majina ya walioitwa ni majina mengi sana, kwa hiyo hakikisha unakagua jina lako kama lipo, na hakikisha unaangalia mahali ulipopangiwa kwenda kufanya usaili na ratiba yako, unatakiwa uifahamu. Kwa kuweza kuipata PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Kwa hiyo hakikisha unajiunga na grupu letu.